Hizi ni ripoti za kimataifa kutoka hapa Sky TV. Karibu naitwa Pius Jayunga. Rais wa Marekani Donald Trump amekosolewa baada ya kutoa maoni ya dharau kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa mkutano wa hali ya juu na waziri wa Italia Giorgia Meloni katika ikulu ya White House. Wakati wa kujadili usalama wa mpaka wa Amerika na sera za uhamiaji, mada ambazo viongozi hawa wawili wa mrengo wa kulia wanapata msingi wa kawaida Trump alidai kuwa uhalifu kutoka kote ulimwenguni walikuwa wakiachiliwa Amerika. Matamshi hayo, hasa maneno sijui hiyo ni nini akimaanisha Kongo, taifa lenye zaidi ya watu milioni mia moja na moja ya nchi kubwa barani Afrika, imesababisha upinzani mkubwa mtandaoni. Wakosoaji walimshutumu Trump kwa matamshi yake na kuimarisha dhana potofu juu ya mataifa ya Kiafrika. Licha ya utata huo, Trump aliongeza madai yake maradufu juu ya sera za mpaka zilizolegea chini ya uongozi wa sasa wa Amerika, akielezea suala hilo kama tishio la usalama wa kitaifa kwa sababu ya madai ya utitiri wa wahalifu wa kigeni. Mazungumzo kati ya Trump na Melon pia yaligusia jiografia ya ulimwengu. Wakati viongozi hao wawili wanaonana macho kwa macho juu ya kuzuia uhamiaji na kukuza maadili ya kitaifa, wanatofautiana sana juu ya vita vya Ukraine. Meloni tofauti na Trump amekuwa mfuasi mkubwa wa Ukraine na serikali yake inachukua jukumu kubwa katika majadiliano kuhusu ujenzi wa nchi hiyo baada ya vita. Trump kwa upande wake amemtaka mara kwa mara Meloni kuongeza matumizi ya ulinzi ya Italia ili kufikia lengo la NATO la asilimia mbili ya pato la taifa. Bajeti ya kijeshi ya Italia kwa sasa inasimama kwa asilimia 1.49 ya pato la taifa, kati ya chini kabisa barani Ulaya. Ni hayo tu kwa sasa katika habari za kimataifa.